Ni kitu gani ambacho ukiwa choona, unafanya haja zako, ile umemaliza tu ya flash, ni kitu gani kikidondoka kwenye kwenye kwenye, kwenye sinki mle unaweza ukitoa na hauwezi ukakiacha, ni lazima tu utakitoa. Nipatie majibu kwenye comment, alafu naenda kutafuta wadada wawili au watatu ni wanipatie majibu. let's go. Damari, mambo poa? uko poa? niko poa. Wewe ni mtu ni, ni mtu wapi? mimi ni mtu wa Dodoma. Mtu wa Dodoma, wagogo wewe, hey. wagogo wewe, hey. Bwana wewe, yeah. hey, bwana ni nzuri, aha mimi na swali ndio hivi um, kwa mfano. Ndio. Kwa uhalisia na kwa mfano ukiwa uki chooni unafanya haja zako yeah. ile umemaliza tu sawa, ni kitu gani kikidondoka, yaani hujaflash, ni kitu gani kikidondoka kwenye sinki mle hauwezi ukakiacha, unakitoa? ni simu. Yeah. Kingine ukiachana na simu, kingine ukiachana na simu pesa. Pesa, labda kiasi gani hivi? Pesa. pesa labda iwe kama elfu thelathini. Kuendelea. Nakuendelea ila ikiwa elfu ishirini hapana, elfu kumi elfu ishirini unaiacha na iacha. Kingine kingine hivyo, ufunguo wa gari, ufunguo wa ah, kuokota ufunguo, eh, nadhani... uh, wa gari uh, la <laughs> <laughs> <laughs> na, ah, okay, nyumba, ufunguo geto, uh, wa geto. Hapana, kwa kweli tutaweza kuokota na kutoa na kusafisha ili urudi kwenye usawa. Hiyo ni jibu la kwanza kutoka kwa dada wa kwanza. Unacheka nini? Hivi kwa mfano, labda upo chooni unafanya haja zako sawa na ile ghafla upochooni, ile umemaliza tu haja zako, hujaflash, ni kitu gani kikidondoka kwenye sinki hauwezi kukiacha, lazima utakitoa? kwenye hela hela, shilingi ngapi labda hiyo? Eh, hey. Sasa kama, kama niambiwa natoa basi hapo masuala ya pesa hiyo ni simu labda eh, funguo za ghetto hizo fasta tu zinatoka zinasafishwa alafu maisha mengine yanaendelea. Umetisha. Swali ni moja nataka nikusanye watu 10 Jambo. J hey, unaongea kwa upole mpaka nimekupenda. Jamani nami oh, nakupenda pia oh, hey, jamani nishapendwa huku jamani. Hebu oh, tuandae ndoa hapo fasta.